Na mtazamaji, tukisalia tu kwenye masuala ya afya kwa, ni kwamba wahudumu wa afya chini ya mpango wa serikali wa afya kwa wote wanaishutumu serikali kwa kupuuza malalamishi yao licha ya kugoma kwa muda wa mwezi mmoja. Wahudumu hao walioandaa maandamano ya amani jijini Nairobi wameapa kutolegeza kamba na kuendelea kutetea maslahi yao hadi yatakaposhughulikiwa. Wahudumu hao wanataka kuajiriwa kwa masharti ya kudumu na kulipwa marupurupu yao baada ya mkataba pamoja na kuwasilishwa matozo yao kwa hazina ya malipo ya kustaafu miongoni mwa malalamishi mengine. Matukio kama haya yamekuwa kama ada kwa muda wa mwezi mmoja uliopita huku wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote wakitaka serikali kuwategea sikio. Hii leo wahudumu hao wakiwemo maafisa tabibu, wauguzi, wahudumu wa afya ya umma, wataalamu wa maabara na wanalishe bora walikita kambi kwenye makao makuu ya wizara ya afya. Tunataka tupewe gratuity yetu ya miaka mitano, pia tunataka tupewe kitu kinaitwa PNP ama mkataba wa kudumu, lakini wakati ilifika, eh, ni kukua

Kutoka jumba la afya, wahudumu hao waliandamana hadi majengo ya Bunge wakitaka kukutana na kamati za mabunge yote mawili kuhusu afya. Tumetoka huko ndani kuangalia the progress of our petition that was submitted on the 11th of February this year. Uh, tumeambiwa at the National Assembly there is no health committee. Kundi la maseneta na wabunge walifika hapa baada ya kusikia nyimbo zao, ambapo waliahidi kuhakikisha maslahi wa yao yanashughulikiwa. Ile kazi mnafanyia Kenya hii, aki ya Mungu hamvai kuwa kwa barabara na seneta, kabla mbezo hajapata mshahara nyinyi mnafaa kuwa mmepata wa yeah. kwanza Yenda ikalipe wafanyikazi wa PNP. Lazima muangaliwe na tuko na nyinyi, it is not something you are begging of us it is our duty to work for you. Mukileta petition zote, sisi tuna support hapa ndani nyinyi. Wahudumu hawa ni sehemu ya wa wafanyikazi wa afya 8500 walioajiriwa kwa mkataba mnamo mwaka 2020 huku wakiahidiwa kwamba wangepewa ajira ya kudumu, ahadi ambayo haijatimizwa.